Naitwa Mchungaji Neema Kamendo. Ni mratibu wa idara ya jinsia na watoto katika Dayosisi yetu ya Kaskazini Mashariki. Uh, nipo miongoni mwa wachungaji nikishiriki semina ya diakonia ambayo kwetu imekuwa ni semina muhimu. Nikisema kwetu, nijiweke sana kwanza, mimi kwangu, mimi mwenyewe ni semina nzuri sana, nikizingatia kwamba Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ni dayosisi ambayo tangu sisi ninaenda tuna, Makumira tunajiunga, tumebarikiwa, tuna tuliambiwa kwamba dayosisi hii msingi wake ni udiakonia, na jinsi ninavyoona sasa hivi huyu mwalimu wetu kutoka Arusha anavyofundisha kwa kweli, kuna mambo mazuri mengi ambayo amenikumbusha, lakini pia anatukumbusha sisi kama wachungaji wa Dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki umuhimu wa diakonia katika huduma yetu. Aa, kwamba diakonia ni moja ya msingi muhimu na kazi muhimu ambayo Mungu au Yesu Kristo mwenyewe ame, ameifanya na kwamba msingi wa diakonia ni jumuiya, ni jumuiya, kwamba ianze kule chini kabisa tu. Tunapofanya kazi zetu tuangalie, ya kwamba tukumbuke pia kuna wahitaji, na nikapenda, kuna uh, maneno anayasema ambayo yana endelea kumfanya mtu ujifunze yaani upate kitu zaidi cha kufikiri, kwamba kama tunasema Mungu ni baba wa yatima, basi kanisa linapaswa kuwa mama kwa yatima. Lakini pia kuna ile jinsi ambavyo anaonyesha hata mtazamo wake, namna anavyoeleza hata anavyotoa mifano, jinsi diakonia ilivyoanza, kwamba imeanza kwenye uumbaji, lakini jinsi anavyomleta Yesu, anavyoshuka mpaka anafika kwa mama mkwe wa Petro, anaonyesha kwamba diakonia ni kuwaendea wahitaji, kuinua katika upendo ule wa Kristo ule umhitaji, alafu kumfanya ajitegemee na mwisho na yeye awasaidie wengine. Kwa hiyo kwangu ni maana moja kubwa nzuri niliyoipata kwamba tusichukue ile diakonia, mara nyingi tulikuwa tumezoea diakonia ni kumfanya tu kupeleka vitu, kupeleka vitu pasipo kufikiri kwamba huyu mtu anahitaji ainuke, alafu akishainuka ajitegemee, na akishajitegemea basi na yeye awe tayari kuwasaidia wengine. Mimi nimeipenda binafsi na ninaamini mpaka tukitoka hapa tutakuwa wapya sana kwa diakonia, yaani tutaongezewa kile ambacho tayari tulikuwa nacho kama wanadayosisi ya Kaskazini Mashariki. Jina langu naitwa mchungaji Nathanael Martin Katuni, mchungaji kutoka katika usharika wa Bungu, Jimbo la Kusini. Pekee nimshukuru Mungu ambaye ametupa neema na fursa kuweza kushiriki na kuhudhuria katika semina hii ya udiakonia Kwetu sisi tunaona kwamba tumeheshimiwa pakubwa kwa, lakini pia tumeongezewa thamani ya utumishi wetu. Tumeliona kanisa kwamba ni uti wa mgongo wa diakonia, na diakonia, mwanzilishi wa diakonia ni Mungu mwenyewe pale Edeni wakati anamuumba Adam na Hawa, tunaiona neema lakini pia upendo wa Mungu. Namshukuru Mungu kwamba katika semina hii nimejifunza mambo mengi, miongoni mwa mambo hayo ni kuwaona wahitaji lakini pia na kuwasaidia na kuwainua kutoka katika hali walizonazo, lakini pia baadaye wale watakaosaidika kuweza kuwasaidia na wengine. Na hii imekuwa ni baraka sana kwa ajili yangu, lakini pia kwa ajili ya ushirika wangu kuweza kuwaona wale wahitaji, lakini pia na kuwa tayari kuweza kuwasaidia katikati ya changamoto na shida walizonazo. Amen. Mimi ninaitwa Mchungaji Johnson Paulo Pokea Elimwanga Mchungaji wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, kusharika bahari meshiriki katika e, semina hii ya diakonia, na kwa kweli semina ni nzuri nzuri sana na yenye kutukumbusha hasa wajibu wetu wa kuhakikisha ule upendo wa Kristo ambao Kristo alikuja kutuokoa kutuokoa dhambi zetu, basi ule upendo uweze ku, kuonyesha pia kwa wahitaji. Na hiyo ndio diakonia. Diakonia ni kuhakikisha pia tunawagusa wahitaji katika maeneo mbalimbali, malazi yao, chakula, lakini pia elimu na kadhalika. Kitu tumejifunza zaidi sana kwamba Mungu ni baba wa yatima, lakini pia palipo na baba kuna mama. Mama ni nani? Mama ni kanisa, kanisa ambalo ndio ambao wanategemewa eh, kwamba mtoto mara nyingi anapokuwa na uhitaji huwa anaanza kukimbilia kwa mama na ndipo aende kwa baba. Kwa hiyo kabla hata watoto wale wahitaji e, watoto wa yatima na kadhalika, wanapokuwa na uhitaji wao, kabla hawajaenda kwa baba aliye Mungu, lakini kanisa linatakiwa liwe la kwanza kuona ule uhitaji wa wale wenye mahitaji mbalimbali. Na kile kikubwa zaidi ni kwamba pia kule mbinguni tutaulizwa Sio kwamba utaulizwa una degree ngapi, sio kwamba utaulizwa elimu yako ni kubwa kiasi gani au ulikuwa na vyeo vingapi hapa hapa duniani, lakini utaulizwa ya kwamba pale ulipokutana na wahitaji uliwasaidiaje. Kwa hiyo katika mazingira hayo tunashukuru sana e, semina hii inatuamsha moyo wa udiakonia na tumejifunza pia katika, katika, katika, katika e, Biblia diakonia ilianzia kabisa pale mwanzoni mwa uumbaji, kwenye Mwanzo sura ya kwanza tuliona pale kwamba Mungu mwenyewe alihakikisha kwanza anaandaa mazingira yote ya mwanadamu asipate shida asipate tabu, na hata akafikiria habari za kumpa na msaidizi, akaleta msaidizi kwenye maisha yake, na hata alipoanguka kwa upendo wa Mungu, Mungu alimtafuta na akampa pia na mavazi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba Mungu ametenda makubwa katika semina hii na tunaendelea kujifunza na tutajifunza mengi ambayo tutayaingiza katika utendaji sisi kama viongozi viongoz eh, katika sharika zetu na vituo vyetu ili kuendelea kuwasaidia yale makundi mbalimbali yenye uhitaji kule. Mungu atubariki, na Mungu ambariki sana kiongozi wetu wa diocese wa Baskofu pamoja na uongozi mzima kwa ubunifu mzuri huu na program nzuri hizi ambazo zinatupa zinatuimarisha sisi watendakazi tulio chini yake.